Uhali gani mdau wangu, shukran sana kwa kuchagua Procha TV. Uh, video yangu ya leo ukiangalia mpaka mwisho itaweza kukuelekeza namna ya kuandika CV kwa usahihi kabisa. Watu wengi wamekuwa kutafuta ajira, moja kati ya kigezo cha muhimu sana, ili upate ajira lazima uwe na CV, na watu wengi wanavyojua CV mpaka uh, utumie PC lakini sasa hivi mambo yamebadilika, unaweza ukatumia simu yako ya mkononi na ukatengeneza CV nzuri kabisa, na ikaweza kukusaidia wewe kipindi ambacho utakuwa na apply na ajira mbalimbali wanataka CV hivyo. Utatumia application ya Microsoft Word. Hii application inapatikana Play Store, na kuwekea linki Utaingia uta download kisha, ukishaipata utafuta maelekezo. Ukisha download tayari, kama mi tayari hapa nayo kama unavyoona, nitakuelekeza kiufupi sana. Kama utakuwa unahitaji nikuelekeze kiundani zaidi jinsi ya kuandika ya ku, ya ku, ya ku, CV au kuitumia, maana ina vitu vingi sana ila mi nitaenda direct kwenye swala so ya kuandika CV. kishaifungua itakuwa kama hivi jinsi ilivyo, kama hivi na jinsi ilivyo, utabonyeza hapa alama ya ya plus hapa, kuna kalamu ka kujumlisha hapo, utabonyeza chaguo ya kwanza hii blank document. Haya, ukishakuwa hapa sasa, ndipo utaanza kuandika CV yako. Kama unavyojua CV na vipengele Kipengele cha kwanza ni kipengele cha taarifa zako za muhimu, maana yake ni kimaanisha personal detail au personal information. Sasa jinsi utavyoandika hapa, andika kwa herufi kubwa personal personal information information. Ukishaandika kwa herufi kubwa, unatakiwa ah, uibold, maana yake uikoleze kwenye kuikoleza utaishika hivi, utaitia kivuli kama hivyo. Baada hapo, utaingia kwenye bi, hapa umeandika bi, utaona bii. Maana yake nikibonyeza kwenye bii hapa, jinsi ilivyo kwa maelekezo, una bold, maana yake itakolea. Haya, kuna ka I hapa. I ni italic, maana yake ukiandika, inakuwa inaandika maandishi fulani membamba ya kulala, inakuwa amelalia upande wa kulia lakini font style ya italic. Haya, nikibonyeza kwenye u u afu dash chini, maana yake ni underline, maana yake ni kupigia mstari. Kwa maana nimebonyeza hapo juu, imebadilika imeshapigia mstari kama ilivyo hapa. A hey, ni font color, nachagua rangi document yangu ina rangi gani? Kama nikitaka rangi ya njano hivyo E, na vitu vingi, kwa hiyo inategemea wewe mwenyewe utaamua uweke madoedo gani hapa. Ku highlight maanake ni kama boda unawekea kivuli nyuma. Kwa hiyo jinsi ya kutumia hivi hapa ni vitu vichache sana, nadhani utakuwa umeshanielewa. Ukiingia hapa ni hizi indent kama unataka kuweka alama, kama unataka ku mention mfano, unaweza kutumia hii kuweka maandishi yako, unaweka doti kama unataka kwa namba. Ya hapa mbele imeandika namba moja lakini niki niki nikibonyeza niki, niki, niki, niki, niki hii alama hii ya backspace inakuwa inaandika namba automatic, lakini ayo, te ya tena nitakuchanganya hicho. Ni umeelewa hivyo vitu vya muhimu, bold underline ndo vitu ambavyo utavitumia. Na baada ya hapo sasa, baada ya hapo sasa nitakupa mfano hapa ili tuende sawa, kama umeshaelewa kuvitumia hivi vitu bold, underline, italic, kwenda kuonesha hapa mfano wa CV ili kwamba ukiwa unaandika utaiga mfano huu. CV yangu kama nilivyoanza hapa juu, nimeandika majina yangu, majina yangu matatu, hii ni simple sana. Nikaandika namba yangu ya simu kama inavyoonekana Haya, uh, sanduku langu la posta hili hapo. Nikaanza na personal particular a, manaake nikimanisha personal information, manake ni taarifa za muhimu hapa: tarehe ya kuzaliwa, uraia wako, jinsia mm, kama inavyoonekana kwa muonekano sasa. Hapa umeona personal particular imekoa kwa hiyo manaake hii niliandika kwa herufi kubwa, baada hapo nikaishikilia nika highlight, alafu nikabonyeza nini b bold kwa mm -hmm. jinsi nilivyokuelekeza. Haya maandishi mengine haya ni kawaida, najua naweza kuandika kwenye. Ni sehemu ya kwanza, taarifa zako asnapatikwa, utaandika kwa mention kama nilivyoandika hivi. Haya kipengele cha pili tabidi uandike education background and academic qualifications. Hapo maana yake wewe historia yako sasa ya elimu na historia zinginezo za kitaaluma, kama ulipita sehemu si fulani sehemu si fulani. Kwa mfano masuala ya shule, unaweza ukaandika mwaka wako hapo, kama nilivyoandika mimi, mwaka fulani mpaka mwaka fulani nilikuwa shule. Unabidi uanzie ile ya juu, ile current. Kwa kama current sasa hivi hapo, po chuo ushapata cheti cha chuo, mfano inabidi uanzie nini? Uanzie hapa kuonyesha kwamba chuo ulisoma mwaka fulani hadi mwaka fulani. Kama elimu yako kubwa ni ya ni ya advance, maana yake bidii utaanzia hapa advance, baada hapo utashuka kwa mtiririko, utafuatia O level, chini kabisa utaweka mwisho wa siku nini primary. Hicho ni kipengele cha pili. Kinaelezea masuala yako historia zako za kitaaluma. Kipengele cha tatu hichi kinaelezea qualification and experience, ya experience yako, kama kuna sehemu ushawahi kufanyaga kazi eh, kwa mfano mimi tayari hapa, utataja taasisi ambayo ulifanyia kazi afu utaandika uli kazi gani ulikuwa unafanya, haya na majukumu yako katika kazi hiyo. Kwa hiyo unaweza kama mwenyewe, lakini mimi sijapendelea hiyo ndefu sana maana kuna wengine waga naandika maelezo wa mengi sana. Pia CV ikiwa ndefu inaboa. Kwa hiyo jitahidi uweze kusamarize. Unaandika kiufupi tu utaeleweka. Ah, pia huko nasema key area, kipengele kingine hichi ambacho ni key area of, of compute computer skills. Kwa hiyo maana yake hapa kama una maarifa mengine hapo utaweza ukajiongeza ukajiandikia hapa ili waweze kujua. Kwa mfano mimi najua kutumia Microsoft Word, Access, mambo ya email, internet, PowerPoint. Eh e, kwa nini nimeweza kuandika pia hapa? Hivyo kama napoenda kuajiliwa ajili hiyo atakuwa anahitaji mtu wa maarifa haya, nikapewa kipaumbele. Nikapewa privilege. Ah. Sehemu nyingine, sehemu ya tano ni hobbies and the interest, hivi vitu ambavyo unavipendelea wewe katika maisha yako. Unapenda vitu gani? Mambo gani unapenda kuyafanya katika maisha yako ya kila siku? Kwa mfano mimi tayari hapa nimeelekeza reading books, kusoma vitabu, watching movie, kuangalia movie, kusafiri, kusikiliza muziki, kujichanganya kwenye jamii na kujihusisha kwenye kazi mbalimbali za jamii na kujitolea. Eh, kwa hiyo unaandika tu vitu ambao unavipenda wewe, na sehemu ya mwisho kabisa ni sehemu ya ngapi? Ni sehemu ya sita, ndio ya mwisho kabisa kwa jinsi nilivyoandika hapa, referee, maana yake inaonyesha hapa pa sawali wadhamini, wadhamini wako angalau, na wanapenda uandike wadhamini watatu ambao kama itatokea wahitaji kupruvu taarifa ulizoandika, unaweza kampigia yeyote kati ya anaweza, kama ndugu yako au rafiki e, mi mfano hapa nimeshaandika wa kwanza ni huyu hapa, unaandika jina lake, majina yake matatu. Baada ya hapo utayakueleza uta, manake uta highlight afu utabonyeza ile B bold afu utaandika anafanya kazi gani. Mfano mimi wa kwanza wewe ni mfanya biashara, nimeandika business utaandika sanduku lake la posta, anwani yake afu na namba yake ya simu. Hivyo hivyo katika mtu wa pili utafanya hivyo hivyo, na watatu utafanya hivyo hivyo, na mwisho, hizi za mwisho za kumalizia, malizie certification, na inabidi wewe mwenyewe ujiongelee hapa kwamba, uoneshe uprove kwamba taarifa zako ulizoandika hujadanganya, maana wanapenda uandike taarifa za kweli, na kama utaandika taarifa za uongo na unaingia kwenye matatizo mengine hivyo, nimeweza kuandika hapo kwamba na taarifa zote hizo nakili kwamba ni taarifa za ukweli, na mambo yote ambayo nimeandika hapo, maarifa yote ni ukweli nayajua, na elimu yote ambayo nimeandika hapo, elimu ukubwa wangu wa elimu na vyeti vyote nimeandika ni ukweli kabisa. E, kama umedanganya, kuna mgeni anza kasema nilijitolea, si mfanya akadanganya, kumbe hajajitolea, au akadanganya nimesoma hadi kufikia level fulani elimu, kumbe ameongea uongo. Kwa hiyo ni kuonesha kwamba ulivyoandika ni vya kweli katika CV yako, ndio sehemu ya certification hii. Mwisho kabisa utaandika jina lako majina yako matatu, uta ya bold hivyo, utakuwa umemaliza. Ni namna ya kuandika CV kwa haraka haraka kwa kutumia simu. Hatua ya mwisho kama ilivyo kawaida, utabidi wa, ubofi alama ya kusevu na kwa hapa, hivi utaona kabisa juu kabisa hapa juu kabisa hapa karibu na hizi doti tatu hizi, kuna alama ya faili kama imechorwa, nitakabonyeza hapa, basi mara moja tu utakuwa tayari usha save. Ukiingia kwenye mafaili yako utaikuta CV yako tayari ipo, jina niloandika niliandika Aha, hapa tayari CV yangu ishahifadhiwa. <tune>